Karibu kwenye safari ya ajabu ya urutubishaji wa binadamu iliyoonyeshwa kwa uhuishaji wa 3D. Kweli kabisa, baada ya kutoa shahawa, mamilioni ya mbegu za kiume huanza safari ndefu na yenye changamoto kupitia njia ya uzazi ya kike. Wakati huo huo, ovari hutoa yai lililokomaa likiwa tayari kwa urutubishaji na kuanza safari yake kuelekea kwenye mirija ya falopian. Kati ya mamilioni, mbegu moja tu ya kiume hufanikiwa kufikia yai ya kichwa chake huingia ndani ya yai na kusababisha mabadiliko ya haraka. Mara tu urutubishaji unapotokea, yai lililorutubishwa sasa likiitwa zigoti huanza kugawanyika haraka na kuashiria mwanzo wa maisha mapya. Huu ni mwanzo wa maisha, safari tata na ya kushangaza inayoendelea ndani ya mwili wa binadamu. Blastokisti hujipandikiza kwenye uta wa mfuko wa uzazi. Hapa ndipo ujauzito huanza rasmi. Mama anaweza kuona dalili ndogo kama maumivu kidogo tumboni, damu kidogo. Uzalishaji wa homoni: kondo la nyuma changa huanza kutoa homoni ya. Homoni hii huzuia hedhi, hudumisha ujauzito. Kipimo cha ujauzito hupima homoni hii. Ukuaji wa kiumbe a embryo. Baada ya kujipandikiza, kiumbe huitwa embryo. Viungo muhimu huanza kutengenezwa: ubongo, moyo, mikono na miguu. Hatua ya fetus kuanzia wiki ya tisa, kiumbe huitwa fetus. Ukuaji na kukomaa kwa viungo huendelea hadi kuzaliwa.